Kusini mm. Timu taifa ya Misri pia ilikuwa kwenye group hilo yeah. Na ukiangalia timu taifa ya Misri kwenye group lake alitoa sare na Angola pekee yes. Alifunga South Africa, alimfunga na Zimbabwe, anaenda kucheza hatua kumi na sita bora dhidi ya Benin mm. Si taifa tishio sana yeah. Mbele ya Misri, unadhani utakwenda kuwa mchezo wa upande mmoja, dakika like 90 zote, naona ni kama game ya Senegal na, na, na, na Sudan Um, kuna, kuna gap kubwa kati ya, ya Misri na Benin even though uh, Misri hawa hata hizo game walizoshinda yeah, game za group stages hawakuwa convinced yani, yani huwa, huwaoni wana wanakushawishi sana kwamba uh, itakuwa ni timu tishio huko mbele ya safari labda kwenda hata kuchukua ubingwa but uh, mchezaji mmoja mmoja wan, wana wachezaji wazuri sana um, mchezaji mmoja mmoja yeah. Timu sio mbaya sana japo bado haichezi vizuri sana, ila haichezi vibaya sana, lakini nadhani Misri ni wazito sana kwa, kwa, kwa Benin so uh, uh, naona gemu inaweza ikawa ya upande mmoja kwa kwa vipindi vyote viwili, game time tuonavyo.